Unajua ana <laughs> watu wanapenda sana vitu tofauti, unajua eh. Mimi nilikuwa mi natengeneza tenshen tu gemu kubwa kama ile, unajua ile ni gemu kubwa ambayo dunia nzima inasimama inaiangalia, pia uh, Tanzania watu wanasimama wanaangalia gemu kama ile kubwa. Nilichokuwa najaribu kukitengeneza mimi pale kwamba watu wajue kuna kitu kinafanyika, lakini nilichokuja kugundua kum... watu wanapenda mpira, lakini kuna watu ambao walikuwa hawafatilii mpira eh? lakini nao wamejua jana kama kulikuwa kuna game kubwa inafanyika. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo lazima lazima kinachoongeleka nini kinakuwa kama sheria. Hakuna kitu kama hicho. Mi nina utajiri gani shikaji wangu? <laughs> eti mimi chome gari sasa, ni chome gari halafu napata watu tena o nyingine ya kununua gari. Sina utajiri huo, na hata kama ningekuwa tajiri wa kaibwa aina gani usingeweza kufanya hicho kitu. Mi napenda mpira tu, ndo maana wanajaribu sana kutengeneza tension kwenye gemu kubwa kama hizi ambazo wanacheza Arsenal. Ingine labda niwafahamishe tu, ujua inapokutana Arsenal na Chelsea, uh, tushakutana nao kwenye gemu za mwisho hizi tatu, gemu zote Chelsea huwa wanaifunga Arsenal wakati wako pungufu. Mwaka elfu mbili na kumi na nne Gibbs inatoka kadi nyekundu, Chelsea wanashinda. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Eh, uh, Paulista anapoa kadi nyekundu Chelsea wanashinda. Mwaka elfu mbili na kumi na sita natataka anatoa kadi nyekundu Chelsea wanashinda, kwa hiyo mi bado na naiona na, na, na, na, na, na, na, kabisa. Arsenal ni timu ambayo ipo kwenye ushindani mzuri na Chelsea, sema tu wenzetu wana wachezaji ambao wajanja wajanja, wauni kwenye soka, wanatumia vitu vingine ambavyo viko nje kabisa kwenye soka, then wanapata ushindi, sio kibaya, ni nzuri pale unapohitaji pointi tatu. Nawapa hongera tu, pia nawapa pole watu wangu Arsenal, lakini sina utajiri huu wa kusema hii tunaweza nikachoma gari yangu. Hata kama ningekuwa tajiri, nisingefanya vitu vya kipumbavu kama hivi. <laughs>